Jamani, munifate, tutavote nani? Watu mwepeke, mseme oui. nani atapita? Nani atapita? yuko wapi? Batuonese Dokta Wili, nani atapita? Mukuya mlionesa Wili iko kwa wapi? Kwanza miye sitaamini vyenye mko mnasema kama ni Wili tu ndo atapita kama ni Dokta Wili ndo atapita, mimi mnionyeshe. Mimi simwamini Dokta Wili, hapana, mi simpendi. Kwanza mimi mi simpendi Dokta Wili. Hako wapi Dokta Wili? Hako wapi? watu wote mnapenda tu Dokta Wili, hako wapi? Wili ndio wapi? Huyo hata pita atapita, wote batuote juu ya Wili tu. Wili tu ndio alibaleta watu wote. Yesu wewe Wili baba, na kuogopa mzee, kumbe uko mdogo abantu wote ju ya Wili, naogopa eh, huyu baba ni mtu mkubwa sana. Eh, eh, njoba, eh, baba, Wili, Mungu akubariki sana eh, jamani, naogopa mwenye abantu wote baliko yetu ababa wote bako puru Wili, eh, eh, eh, nifanye, naogopa abantu wote mwenye baliko yetu. Huyu baba vraiment ni wa majabu eh sana, jamani batu leo Balisongamana bakasema habana maneno mawili batalogota mtu mumoya tu wa kukatala katale katalakatale, batamuvote kumbe, kuko batu babatu apa mwikambi, kuya mwangalie yuma chote abatu angalie jutu ya mtu mumoya, niko na regrete mutu mumoya tu ona batu baba e. Eske huyu kweli atasaidia batu huyu? Anapanaka nini kwanza? Huyu anapanaka nini kwa.